Unatumia kila kitu kwa ajili ya nywele zako, mafuta bora unatumia, shampoo bora unatumia, bidhaa bora, ili uweze kutunza nywele zako, lakini hazikui. Pole mpendwa wangu, huenda nywele yako imekufa bila wewe kujua, na hii video ni yako, kwa sababu nitakuelekeza dalili tano ambazo zinaonyesha kwamba nywele zako zimekufa, na nini cha kufanya mapema kabla haujachelewa. So, tazama mwanzo mpaka mwisho wa video hii ili uweze kunufaika. Vipi, karibu tena kwenye chaneli yangu. Kama wewe ni mgeni katika channel hii, mimi hapa naitwa Grace Bimz. Channel yetu inahusika na urembo asilia, kuanzia nywele zetu mpaka ngozi ya mwili mzima. Kwa hiyo kama wewe ni mgeni, kitu cha kwanza kabisa naomba usubscribe ili uweze kupata video zetu so so zote ambazo tunazitoa mara kwa mara, na kama ni mwenyeji basi karibu tena. Jamani, leo topic ya leo ni ya nywele. Kila mtu anatakiwa apate nywele bora kama zangu zangu zinajifunga sana kabla sijasuka hizi nywele ndo kiza hapo, lakini baada ya kusuka ndo tuna, tuna ya, kwa unavona hapa tunanywea, tunakuwa hivi sawa, ndo nywele za Kiafrika zilipo na watu wengi tunanyoa za mondo huu, lakini hiyo sio topic ya leo. So guys, jamani, angalia mpaka mwisho uweze kujifunza, kwa sababu wengi mpo kwenye hili janga. Hivi unafahamu kwamba nywele pia zinachoka na zinakufa? Yani zinaumwa na zinakufa zinachoka, sawa eh na unashangaa tu, unahudumia nywele zinazidi kuwa nyekundu, zinazidi kukatika, zinazidi kufanyaje. Matokeo yake mwenyewe unajichokea zako, unaamua kunyoa. Nywele pia zinachoka na zinaamua kufa, sawa? eh, na watu wengi sana mpo kwenye hiyo stage, na please usije ukatibu ukaanza kuwaza kukuza nywele ambayo imekufa, kwa sababu hautopata matokeo mazuri, utamaliza hela kununua bidhaa nyingi. Unatakiwa ujue kwamba ujue kwanza namna kuiponya, ndipo uanze namna kuitunza. Mnielewa mpendo wangu. Kwa hiyo kama nywele zako zinakatika, zinapoputika, zimekuwa nyekundu, zimekuwa chache, hazikui, miwasho, mba haviishi, hii video ni ya kwako. Ndaelezea dalili ya kwanza kutambua kwamba nywele zako zimekufa mpaka ya tano. Dalili ya kwanza, nywele zako haziongezeki urefu sawa. Uh, unafuga nywele mwezi wa kwanza wa pili, mwaka zinakuwa kidogo, inchi kidogo miaka miwili mitatu, mtu hata kubana vizuri huwezi, my dear, hiyo nywele imekufa. Ni kweli kuna watu ambao hatuna asili ya nywele kama mimi, lakini at least zitikuwa zikuwe hata kidogo. Kuna watu ambao nywele zao zinakuwa kwa shida sana, maana yake nywele yako imekufa. Na inakufa mostly ni kutokana na matunzo ambayo unaipatia, kwa hiyo kama nywele zako hazirefuki vizuri, hazirefuki kwa wakati na zime stuck, basi scalp yako, ngozi ya kichwa, kuna namna haipitishi nywele vizuri. Kumbuka kwamba ili nywele iweze kuota iweze kutoka vizuri ndani, inatakiwa itokee hapa kwenye ngozi ya kichwa. Ngozi ya kichwa inatakiwa iwe safi, iwe na unyevu wa mafuta bora, sio mafuta mazito wala ya mgando, na pia iwe, iwe vitundu viwe wazi Sawa maana eh? Ndio maana unatakiwa unafanya massage ya ngozi ya kichwa ili kufungua zile pores, au vitundu vya nywele viweze kupitisha nywele vizuri. Lakini pia ngozi ya kichwa inatakiwa ioshwe vizuri isuguliwe vizuri ili uweze kuondoa mgandiano wa mafuta ambao unaziba nywele zisitoke vizuri, ili uweze kuondoa zile harala mba, vipele vipele vyote viweze kuondoka. Sawa eh? Kwa hiyo pia tumia bidhaa bora za ngozi ya kichwa ili iweze kupata matokeo mazuri. Sio tu bidhaa imradi, hakikisha unatumia mafuta bora kwenye ngozi ya kichwa ambayo atafanya nywele yako iweze kuota vizuri, ambayo hayatogata kichwani, ambayo hayatakuletea mba wala miwasho, sawa mpendwa? Dalili ya pili ni nywele kukatika sana, imagine unachana kidogo, nywele inakatika, ukishika tu hivi chana, unabakia na nywele. Ukisuka style, hata kama ni nywele ya mikono, nywele zinatoka, ukifanya hivi nywele zinakatika sana. Nywele yako my dear, imekufa au iko kwenye dalili ya kufa kabisa, sawa? So, nywele yenye afya haipaswi kukatika, bali kujikunja au ku kujikunja. Tuseme kwa mfano, unachana, badala ya kukatika itajikunja, si ndio? Eh, lakini kama unachana inatoka, au fanya nini inatoka, maana yake nywele yako imepoteza uhai Sawa na hiyo, kukatika kwa nywele kunasababishwa na ukavu ambao umepitiliza. Kwa hiyo ni tabia yako mwenyewe ndio imesababisha nywele zako zifariki au zife. <laughs> Nimetumia hii lugha kwa sababu ili ikume uanze kutunza nywele zako vizuri. So umebodry sana moto, unakausha nywele, unamaliza una ile protini ya nywele ya asili unamaliza unyevu wa nywele wa asili. Matokeo yake nywele inakuwa ya ni kau sana na haina protini ya kutosha. Kinachofuata ni kukatika bila sababu, inakatika tu inakatika kama nilivyoelezea, sawa. Eh, bidhaa ambazo sio sahihi, labda kuna kemikali ambazo sio sawa au ndani ya bidhaa ambazo tunazitumia wewe, matokeo yake ndio kuwa protini na unyevu pia wa asili ya nywele. Matokeo yake ndio haya, nywele zinakatika bila sababu. Sawa mpendwa wangu, kusuka mitindo hatarishi kwa muda mrefu huku umerundika jeli eh? Kilalasanasuka na jeli, akaa miezi miwili, unafumua unaosha jeli, miezi miwili, unafumua unaosha jeli. Matokeo yake nywele yako haipumui, nywele yako protini yake inateseka, nywele yako unyevu wake unapotea, hatimaye nywele zinaanza kupuputika na zikianza ni zimeanza mpaka utakapoamua kuzitibu tena au unyoe. Sawa, so, na watu wengi kama mna nywele za asili sasa. so, kwaje tunajaribu kanywe za dawa, unaweka nywele za dawa, ah, ngoja tuninywe nianze upya, kwa sababu ya tabia zako mwenyewe. Dalili ya tatu, nywele zako ni kavu hata ukipaka mafuta. Unapaka asubuhi, mchana tayari nywele zimeshakakamaa, au umeweka mafuta pekee hatoshi. Umeweka unyevu asubuhi, mchana nywele zimekakamaa, maana yake nywele zako zimesha kufa. Sawa, eh, unapaka asubuhi jioni, tayari nywele zimekamaa, maana yake nywele zako zimesha kufa. Sawa, eh, maana yake nywele zako haziwezi kupokea unyevu vizuri. Kwa hiyo ndio kwanza utibu changamoto ya nywele zako ndipo uendelee kuweka unyevu vizuri. Na hapo ndipo watu wengi wanakosea. Mtu akishona nywele zake zimekuwa hivyo, zimekuwa kavu, zina uma, hata kikao nyevu basi anakuzania unyevu, sawa? Lakini kumbe ndio uzitibu kwanza changamoto ilionazo. Ukishatibu zikishapona ndipo unaendelea kuhudumia. Mimi naambia kwamba kuna nywele za aina tatu. High porosity ile ambayo inazama, medium porosity na low porosity. Low porosity ambayo inaelea nywele yenye afya, medium na high nywele zenye afya dhaifu. Lakini hizi nywele zinaponaga, eh? Kuna mtu mmoja alinitafuta hapo mmoja na screenshot yake hapo, akaniambia zamani alikuwa na high porosity. Nikamwambia nywele zako zitakujaga kupona, lakini policy, pona, sasa hivi tayari ana low porosity, nywele yake inaelea juu, kwa sababu imeshapona. Kwa hiyo nywele yako ikishapona, sasa ndio ndiko uanze kuitunza kwa bidii ili uweze kupata matokeo mazuri. Sawa mpendwa, na mimi nipo tayari kukusaidia. Dalili ya nne ni nywele kubadilika rangi na kupauka. Sawa mpendwa wangu. Aa, kila mtu na rangi yake. Kuna watu ambao wana nywele zenye afya lakini wana asili tu ya kuwa na nywele ambazo ni nyeusi sana, si ndio? Kila mtu anafahamu nywele rangi yake na nywele nywele yake na rangi gani. Kwa mfano mimi nywele yangu sio ile nyeusi kama hivi, hapana. Nywele yangu inakaa weusi fulani ambao sio weusi wa kweli kweli, hiyo <laughs> so, ndo asili yangu. Sawa eh, kwa hiyo nywele zangu zikibadilika ziki rangi nitajua. Kwa mfano zamani na struggle na nywele, na pambana na nywele mpaka zikafa. Kama unavyoona hapa kwenye video hizi nywele zangu, zikuwa zipo hivyo, unaona eh zikuwa zimeshajifia zake, rangi imekuwa nyekundu kupita kiasi, yani iko na rangi nyekundu, hazina nuru, rangi imekuwa haieleweki na pauka tayari, hapo nywele yako imekufa. Ukishaona hivyo, kama nywele zako zimebadilika rangi sana Usiendelee kung'ang'ania kununua mafuta mengi, hautopata matokeo mazuri. Dia unatakiwa uanze kupata ratiba ya kurudisha afya ya nywele kwanza, afya ya nywele kisha, rudi hapo, ndipo utaanza kutumia bidhaa na zikafanya matokeo mazuri, lakini ukiendelea tu kutumia bidhaa utamaliza pesa, utahamia kwenye dawa, hatimaye utanyoa. Sasa mpendo wangu, dalili ya tano, kichwa kinawasha sana na mba hawaishi sawa, eh? My dear hii hapo ni alam tosha kwamba nywele zako zimekufa, mm? Labda kama una asili ya nywele ambazo Mungu wangu zinaota tu, kuna watu wana asili ya nywele jamani, eh, lakini kama wewe ni mwenzangu nami, hiyo ni alam tosha. Kwa hiyo endapo kichwa kinachoka sana na nywele <laughs> zina mba wengi, nywele haziwezi kutoka vizuri kutoka ndani, sawa? Nywele haziwezi kuota kwenye mazingira ambayo kuna mgandiano wa vitu kichwani In either zatoka kwa shida kwa hiyo zinakuwa pole pole kwa sababu kuna mgandiano pale chini mgando. Kwa zinapita kwa shida mgandiano wa koko wa mba, mgandiano wa wa, wa, wa, wa vipele sio nini, hanyweli hazitoki vizuri. Sawa, so, eh? Hatimaye nywele zinaduma. Ule nywele hauongezeki. Kumbe changamoto ipo kichwani kwamba kuna mgandiano wa vitu vinaofanya nywele zitoke vizuri. Kwa hiyo uandike kwanza utibu hao mba. Utibu hiyo miwasho. Ndipo uje utibu nini? ukuaji wa nywele zako, lakini sasa, ebu imagine nywele zako hazikui vizuri, hujui sababu ni nini. Unasema tu namba na washwa sawa, unawashwa. Unaanza kutumia bidhaa za kukuza nywele. Nywele hazikui. Unamaliza hili, utanunua bidhaa hizi, utanunua kampuni hili, utakuja kwenye bidhaa za Grace Bimz, utanunua hizi, mwisho wa siku nywele hazikui. Kumbe kuna shida kwenye ngozi ya kichwa, nywele hazioti vizuri. Unataka utibu kwanza ngozi ya kichwa. Nywele kisha ngozi ya kichwa kisha, kwa sawa, kisha pona. Anza kuza nywele zako uone maajabu. Hakuna nywele ambayo haitokuwa endapo itatunzwa. Kama mimi yangu imekua nayo, pia yako itakuwa, mpendwa wangu. Kwa hiyo ni vitu vitano ambavyo ukiviona, acha kila kitu, anza kutunza nywele zako kwanza uweze kurudisha afya ya nywele. Sawa eh? Wewe mpendwa wangu, kama una hiyo changamoto, please naomba uanze kuponyesha hiyo nywele kwanza ndipo uanze kuitunza. Sawa eh? Acha kununua kila bidhaa, kwa sababu utamaliza pesa na nywele hazitopona. Mimi nilikuwa huko, ndo maana naelewa. Sasa hivi nywele zangu ndo kama hizo ambavyo wanaziona hapo, eh? nywele zangu ni nzuri, zina afya njema, yani inajivunia. Na wewe pia uandikiwa ujivunie. Kwa hiyo usikate tamaa, mimi nipo kwa ajili yako na nitakusaidia ah. Cha msingi kuna namba ambayo inapita hapo ah, uje whatsapp andika ah, tu neno ushauri na ratiba. Nitakushauri na nitakupatia ratiba bora ambayo itasaidia kurudisha afya ya nywele zako. Hapa maanake tunarudisha kwanza afya ya nywele, kisha ndipo tunakuja kukuza nywele zako sawa, eh? afya ya nywele, kisha rudi kama nywele katika, ikachoka katika, kama nywele nyekundu ikarudisha hali yake ya rangi yake, kama miwasho na mba ipo, ipo, ikapotea, hapo ndipo sasa utaanza kutunza nywele upenzi zako kukua vizuri. Sa, mpendo wangu, kwetu njoo WhatsApp andika neno la tiba na ushauri, mimi nitakusaidia direct. Na ukikwama popote utaniuliza. Nakumbuka tuna bidhaa bora sana, za asili kabisa ambazo mimi mwenyewe zimenisaidia. Nawe pia zitakusaidia mpendo wangu. Karibu sana tukuhudumie, usiishie tu kubadili bidhaa kila siku, usiishie kwa dawa na kunyoa. Hapana, tiba zipo. Na ni rahisi tu endapo utakuwa serious. So guys, nawapenda sana. Mm, naputekia siku njema. Usiogope, kila kitu kitakuwa sawa, maana mimi pia ni mmoja wao wow, ambao nilikuwa sitegemei kama nywele zangu zitakuwa hivi. Nywele zangu nikisuka twist zina disappoint sana kwa sababu nywele zangu ni zile za kush link. Lakini ndo hisa, you know? <laughs> It's okay, lakini ndo hizo hapo, lakini kwa sababu kasababu ndowasia nywele zetu za Kiafrika. So nakupenda. Bye. Tutaka siku nyingine.